Gharama tunapewa za kwenda kusoma, tunapewa gharama kubwa sana kiasi kwamba kinatuumiza, alafu uchumi wenyewe hauridhishi, mishahara midogo, alafu isitoshe bado unaambiwa ukasome NIT ukasome VETA ukasome polisi, afu ukiangalia mtihani ni ule ule. Kiukweli serikali inaomba ni mtusaidie sana sisi ni wanawake na sio sote, ni madereva afu tunapitia changamoto kubwa kama hizo. Hebu kaeni chini na madereva mfikie mwafaka, tujue tunasoma mtihani upi, natura, tunasoma, tunajua, tunaenda kusoma kama ni polisi kama ni NIT, julikane mmoja. Kulikuwa ni kwamba tufanya tunaenda huku tunaenda huku na tuhangaisha, alafu ukiangalia kwamba kipato hakiridhishi kiukweli. Tunaombeni sana mtusaidie sisi madereva haya. Nimeenda polisi kusoma, hapo hapo tena kuna janga jingine limekuja la LATRA wananiambia nao nikasome na zote hizo zinatakiwa ni fedha. Alafu ninapoenda kusoma mtihani ni ule ule, niliosoma VETA, niliosoma polisi, mtihani ni ule ule. Sasa tunaomba serikali ituangalie zotehizoziomtani si madereva tunateseka sana barabarani kulingana na ili wanalotuleta, tunakuwa na mzigo mkubwa sana sisi madereva, kwa sababu masomo wanaotaka kuyatoa LATRA ndio yale yale masomo tunaopata kwenye vyuo vya NIT, VETA pamoja na Jeshi la Polisi. Kwa hiyo mimi naomba serikali inayoongozwa na Rais wetu Samia na makamu wake na sekta nzima, ni vyema sasa kuliangalia swala hili, kwa sababu dereva huyu anapewa mizigo mingi sana kwa, kwa, kiasi kwamba mpaka sasa anashindwa anzie wapi. Tunaomba mfumo huu kuanzia LATRA, Jeshi la Polisi, NIT na VETA basi mkusanyiko huu uwe sehemu moja ukusanyike aidha VETA au NIT. Dereva anavyohitimu masomo yake, basi cheti chake kio kina mauzio yote ya kuhusu mtu wa Jeshi la Polisi ameizinisha pale na alafu naye kawa ameshaizinisha, cheti kio kinakuwa kimoja, kimebeba makundi yote matatu. Lakini aini swala la kusema dereva aende tena NIT akasome, sawa VETA anaenda kusoma, Jeshi la Polisi na LATRA nao wamekuja na jambo lingine, lakini haya yote sio bure, wana ni gharama kubwa. Hii swala kwa kweli linaumiza, inaumiza sana madereva, wanateseka kupoteza muda kwa vitu ambavyo tayari ushavifanya. Kwa sasa, tulikuwa tunaomba hili zoezi lisitishwe ili yafanyike mazungumzo baina ya viongozi wa madereva, waone ni jinsi gani hili swala wanalifanya katika weledi kwa sababu haiwezekani hili somo ambalo tayari imeshafundishwa VETA kule, polisi wamesimamia tena, huyu ukafanya mtihani huu, unakuwa ni uonevu, unyanyasaji. Mimi ningeshukuru sana hawa kama LATRA wangekuja na jambo zuri ambalo huenda linakwenda kumkomboa dereva kimaslahi, lakini wanakuja kutuletea mambo ambayo tayari yameshafanyika sehemu nyingine. Kwa hiyo mimi naomba serikali kwa kupitia kiongozi wetu Amiri Jeshi Mkuu Mama Samia Suluhu Hasani na jopo la uongozi wake wajaribu kusikiliza sauti zetu, ili waweze kuwashirikisha hawa madereva pamoja na hawa watendaji wao wa LATRA wakae wajadili swala ili dereva wamtolee huu usumbufu suala. So, hili lilianza mwaka elfu mbili na kumi na saba ambapo watoa wa huduma wa vyombo vya usafiri waliomba mamlaka itenganishe makosa yao na makosa ya wafanyakazi wao kwenye vyombo vya usafirishaji. Aa, kwa kipindi hicho mamlaka iliona ugumu wa kulitekeleza hili jambo kwa sababu tulikuwa tunategemea kwamba mtoa um, huduma anapomwajiri mfanyakazi um, wake anatakiwa amsimamie pia na tabia zake, lakini uh, ilionekana kwamba watoa wa huduma hawakutaka, walitaka yatenganishwe kwa sababu wow, um, wao, hoja yao ilikuwa ni kwamba mimi ninampa mfanyakazi wangu uniform safi hazivae lakini akikamatwa na LATRA hajavaa uniform au amevaa uniform chafu, ile kosa anaandikiwa mtoa huduma. Kwa hiyo wa, wao hoja yao ilikuwa ni kwamba ile makosa hawayafanyi wenyewe, kwa hiyo wakaomba tuyatenganishe. Kwa hiyo kwenye kuanza, baada baada ya hapo mamlaka ilikubali au maombi mwaka elfu mbili na kumi na saba tulitenganisha makosa ya mtoa huduma na makosa ya wafanyakazi wake, yaani madereva na wahudumu. Lakini ipokuja kwenye kutekeleza sasa hii uh, ka, kanuni ilionekana hawa wafanyakazi wanabaki bila kanuni yoyote ya kuwasimamia. Kwa hiyo ilipofika mwaka elfu mbili na kumi na nane wakati sheria ya LATRA inatungwa ndio likawekwa sasa jukumu uh, uh, LATRA ikapewa jukumu la kuwathibitisha madereva na kuwasajili wahudumu ili iweze kuwasimamia hawa wengine wanaofanya kazi kwenye hivi vyombo, lakini walikuwa wameachwa pembeni. Kwa hiyo mwaka elfu mbili na kumi na tisa LATRA ilivyoanza, tukapewa hilo jukumu. Mwaka elfu mbili na ishirini tukatengeneza kanuni ambazo zilianza kutumika mwaka elfu mbili na ishirini na kuanzia mwaka elfu mbili na ishirini tumekuwa tunatoa elimu kwa madereva, na hii elimu tumekuwa tunaitoa kwa njia mbali mbali, njia mbalimbali, njia mojawapo ilikuwa ni kwa kuanza kuwasajili, kwa sababu tuliamini kwamba tunapowasajili, tulikuwa tunapata maswali mengi sana, kwa nini unanisajili. Kwa hiyo tulikuwa tunawaelezea chimbuko au chanzo cha Uh, hapa ambapo tumefika kwamba kwa nini tunawasajili na kwa nini wanatakiwa wathibitishwe. Labda malalamiko ambayo tunayapata sasa hivi ni kwamba, au maswali mengi ambayo tunayapata ni kwamba kwa nini ameshafanya mtihani uh, kwenye chuo cha mafunzo, lakini pia wakati huo huo Jeshi la Polisi wameshamhakiki, na sisi pia LATRA, tunakuja tunamthibitisha. Uh, labda niseme tu kwamba haya yote yanafanyika na taasisi hizi kutokana na kila taasisi na sheria yake. Kwa hiyo labda mimi nitoe tu wito kwa madereva kwamba kwa, um, kwa huu muda ambao tumeuweka wa wao kuja kufanya mitihani ya kuthibitishwa wangefanya hivyo ili kuondoa hizo uh, kero ndogo ndogo ambazo wao kwa upande wao wanaona kama vile wanazipata kutokana na hili zoezi lakini pia kuna faida kwa upande wa madereva wenyewe, kwa upande wa serikali na kwa upande wa watoa huduma. Aa, kwa upande wa madereva wenyewe ni kwamba kupitia huu uthibitishaji ni kwamba mamlaka inajaribu kulinda, aa, ajira za madereva na haki zao.